Jiji lililomezwa na maji. Kulikuwa na jiji zuri linaloitwa Endora lililong'aa kwa taa za dhahabu na milima ya vio. Watu wake waliishi maisha ya furaha wakiamini kuwa bahari iliyokuwa mbali isingeweza kuwadhuru. Lakini walikosea. Siku moja anga lilianza kubadilika rangi. Mawingu meusi yalikusanyika kama majeshi ya vita. Watu walitazama kwa hofu huku upepo ukizidi nguvu, ukipiga majumba makubwa kama midundo ya ngoma za zamani. Bila onyo, mvua nzito ilimwagika, si ya kawaida, bali maji yenye nguvu ajabu yaliyosukumwa na ghadhabu ya dunia. Bahari ilivunja kingo zake na kutiririka kwa kasi kuelekea Endora. Maji yalijaa mitaani kama wanyama wakali waliotoroka. Majumba yakaanza kuanguka, mashua kubwa zikaanza kusafiri katikati ya barabara zilizokuwa na magari yaliyowekwa kando. Miongoni mwa walioshuhudia maafa hayo alikuwa msichana mdogo aitwaye Elina. Akiwa ameshikilia dubu wake wa kuchezea, alikimbia pamoja na mamake kuelekea sehemu ya juu ya jiji. Mitaani watu walipiga kelele, wengine walijaribu kupanda juu ya mapaa, lakini maji yalizidi kupanda haraka. Gavana wa jiji Bwana Kesio alitoa amri ya uokoaji, lakini ilichelewa. Mawasiliano yalikatika, mitaa ilizama moja baada ya nyingine. Endora ilikuwa ikilia kwa maumivu. Lina na mama yake walifika kwenye mnara mkubwa wa saa, mnara wa kale uliosimama tangu jiji lilipoanzishwa. Waliupanda haraka huku maji yakizunguka msingi wake. Walipofika juu, walikuta watu wengine waliojikusanya wakisali na kuomboleza. Usiku ulipoingia dunia ilionekana kama bahari isiyo na mwisho, taa za Endora zikiwa zimemezwa kabisa. Miluzi ya upepo na sauti za majengo yakiporomoka zilitawala. Lakini asubuhi ilipofika, mvua ilisimama, anga likafunguka na mwangaza dhaifu wa jua ukaonekana. Waliosalia juu ya mnara walitazama kwa huzuni jiji lao lililogeuka kuwa ziwa jipya. Wakati wa kuokolewa, ndege za msaada zilifika kutoka majiji ya mbali. Lina na mamake walichukuliwa kwa helikopta huku wakitazama kwa macho yenye machozi jiji lao likizama polepole pole. Endora haikuwahi kujengwa tena. Jina lake likawa hadithi, simulizi ya kuonya vizazi vijavyo kuhusu kiburi cha binadamu na nguvu za asili. Kama umeipenda video hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili kupata nyingine bora zaidi.